Kauli ya mheshimiwa ilikuwa eh, na mantiki kwamba ikitokea labda wanajeshi wakakaa waka sehemu moja mm, kwa ajili tu ya kazi hiyo mm, yaani yeah, wao tu mpira wakapiga mpira wakapiga mpira, huenda ingefikia wakati sasa waka wakawa wameshakuwa wamesha ni timamo kwa ajili mm, ya mpira kwamba wanapiga mpira yani timu ya taifa inakuwa iko kambini wakati wote mm, wanapata mapumziko ni kidogo wanaenda wana wana wana wana wanapata labda mapumziko kidogo hmm. Eh, wakirudi tena wanaendelea, wanapata friend matches wanacheza. Eh, ikishafika zile ratiba za FIFA hii eh, ligi hazisimami huku, zinaendelea, lakini timu ya taifa inaenda. Kama kuna wachezaji ambao watajisikia kuchukua huku, wanaweza wakafanya eh, lakini kwa sababu tayari kipo kikosi ambacho kinafanyaga hiyo kazi, inakuwa ni rahisi. Unajua, mfano kama leo uh, ikitokea bana

Akaenda kupigwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari jeshi liko tayari kabisa. Kwa hiyo mkiwa tayari timizi mnaweza mkawa mko fit, kwa sababu mme- mme- wamecheza wamezoeana na vitu kama hivyo, kwa hiyo wako tayari muda wote. Wazo la daktari, uh, la hayati Dr. John Pombe Magufuli hmm, lilikuwa ni wazo kubwa. Uh, japo sasa sijajua huko kwenye hii mipango mingine ya FIFA labda na nini wangeweza kuja tena kuuliza hao, oh, wow, kwa nini imefanya hivyo, labda serikali imeanza kuingilia soka mm -hmm. uh, tutawafungia kushiriki kwenye uh, michuano uh, mashindano ya FIFA na CAF unajua mm -hmm. wale nao wana wana, wana mambo mambo sana, tunaona tu serikali inaingilia ingilia, ingilia michezo siasa, wanafunga wao kufungia Kenya na mataifa mengine uh, hawataki hiyo kitu serikali mm, kuingilia mchezo, wanataka mpira kama mpira usimame kama mpira wenyewe kama wenyewe, lakini nafikiri kwenye hili sidhani kama ni ni ni ni kuingilia, kuboresha. Ni kuboresha. Mm. Si, si watu yeah, wanataka wawe na timu yao imara yeah, na timu yao imara jamani, hapo hapo hapo tumeingiliaje? Mshindi yeah, tumechagua wachezaji wow, wetu tukasema hawa ndo watatumika kwa <laughs> kwa ajili <laughs> taifa Sawa bwana. Lakini hiyo ni moja ya kumbukumbu ambazo tunazo kwenye upande wa michezo. Tunafahamu amesaidia vingi sana kwenye kufanikisha soka uh, nchini iliweze kupiga hatua. Ana anakumbukwa kwenye uongozi wake, Simba ndio timu ambayo ilipata mafanikio makubwa sana. Sio tu ndani, hata nje ya mipaka ya Tanzania. Ilitawala soka kwa miaka minne mfululizo ikichukua ubingwa, lakini miaka hiyo pia ilifanikiwa kuingia hatua za robo finali kwenye michuano ya CAF. Kwa hiyo hmm, kwenye uongozi wake Simba wana historia na rekodi nzuri sana hmm. Uh, lakini uh, sasa hivi nadhani watakuwa wanajitafuta, si ndio bana? Sawa sawa. Bana, wakati hayo yanaendelea kujiri ndio